Bwana Yesu asifiwe. Leo tarehe 22 mwezi wa mwezi wanne mwaka 2025. Tunamshukuru Mungu sana sisi wana KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kuwa na ugeni mkubwa kutoka Halmashauri ya Katiba ya KKKT, kuwa na ugeni huu ukiongozwa na mwenyekiti Baba Askofu Charles Mjema kutoka Dayosisi ya Pare akishirikiana na Baba Askofu d Uh, Ciprian Hirinti kutoka dasi ya kati kushirikiana na baba askofu Dr. Uh, Godson Abel kutoka daiosis ya kaskazini kati pale Arusha na wajumbe wengine wa kamati ya katiba ya kanisa letu. Lengo kubwa la ziara yao hii ni kujaribu kuelimisha diocese na jamii nzima kuhusu katiba ya kanisa ambayo inatuunga katika umoja wetu na sisi katika dayosisi yetu tumeitisha kikao cha halmashauri kuu ya dayosisi. kikao hiki kina wajumbe kutoka dayosisi nzima, kutoka sharika zote, kutoka majimbo yote yanawakilishwa katika kikao hiki, maana ndio chombo cha juu cha utendaji katika dayosisi yetu. Kwa hiyo kimepewa maelezo yale mazuri ya katiba hiyo itakavyokuwa. Wenye maswali wameuliza kwa niaba ya dayosisi hii, wengine wamejibu maswali kwa kuandika, na yale ambayo hayakuweza kuzungumzwa leo yameandikwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunakuja na katiba nzuri ya KKKT ambayo itafanya kazi zake katika kanisa zima. Na kwenye mkutano wetu mkuu uliopita tuliahirisha baadhi ya agenda, hasa kipengele cha marekebisho ya katiba ya dayosisi yetu, kwa sababu ya barua ile tuliyopata ya kikao hiki cha leo. Na kikao hiki kimekuwa na manufaa makubwa kuliko kufanya mambo mengine wakati kuna maelekezo tofauti ambayo yatakuja ya sisi kama wana KKKT. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa maelekezo yale na mengine tutaendelea kuyachakata sisi kama halmashauri kuu na mengine kuendelea kuyafanyia kazi kuendana na ule mchakato mzima wa katiba ile ya umoja ya KKKT ambayo itakuja. Kwa hiyo tumekuwa na kikao kizuri Tunashukuru mkuu wa Kanisa la Kinjili la Kiluteri Tanzania, baba Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa kwa kamati hii ambayo ameituma kama maazimio ya halmashauri kuu ya KKKT ilivyoagiza, na hivyo wanaendelea kufanya kazi ya kukusanya maoni mbalimbali. Tunaambiwa dasi yetu ni dasi ya nane, wameanzia huko kaskazini magharibi, huko Karagwe na dasi nyingine, na leo wamefika hapa kwetu. Hakika tumefanya kazi kubwa nzuri na tuna tumaini kubwa kwamba katiba ile itakayotoka itakuwa katiba jumuishi ambayo inajibu maswali ya watu wengi katika kanisa letu zima. Mungu aendelee kuibariki kazi hii na mchakato huu unaoendelea ili tuweze kupata katiba nzuri itakayoliongoza kanisa letu. Kanisa letu ni moja. Sisi wana KKKT tu wa moja. Na Bwana atubariki sana. Amen.